Keko Machungwa na pamoja na kuwa Simba wamefungwa, lakini ndivyo unavyoweza kuwaona watu hapa wakiwa katika hamasa, na bila shaka ni moja kati ya vitu ambavyo vimewastaajabisha wapenzi na mashabiki wa timu ya Simba. Pamoja na kuwa wamepoteza mchezo huu, lakini tumekuta hali ndio kama hivi ambavyo wewe unavyoiona, mashabiki ni wengi na wamefurahishwa na kabumbu iliyopigwa na Simba. Sasa labda nianze kuzungumza na mmoja baada ya mwingine ili tujue kipi ambacho kimewafurahisha, na nianze na ndugu, unaitwa nani na tueleze kipi kimewafurahisha licha ya kupoteza mchezo? Mimi naitwa Muhsin Athmani Lupatu, ni mwanachama katika tawi la usalama Keko Machungwa. Kilichotufurahisha sisi ni kwamba timu yetu imecheza vizuri, lakini kilichotuumiza ni viongozi wa KAFU pamoja na waamuzi. Haya, yote kwa yote, uh, hali au performance ya Simba umeionaje? Performance kwa kweli haina shida Haina shida, kwa maana ndio maana unaona leo mashabiki hapa tumejazana kibao, kwa maana kwamba tumekubali timu yetu performance walioonyesha Simba kuanzia kule walikofunga goli mbili na hapa nyumbani, si hatuna mashaka na timu yetu performance... ni, embelea, ni naendelea kuchukua maoni ya wapenzi na mashabiki wa timu ya Simba. Nianze na mzee wangu hapa unaitwa nani? Baba Agustino Matias kwa Simba. Haya, kaka, na wewe unaitwa nani? Natueleze hali ya mchezo ulivyoiona. Kwa jina naitwa Kizito Damas Rwanda. Mimi sio shabiki wa Simba, mimi ni shabiki wa Dar es Salaam Yanga African. Kiufupi kuna vitu kama vitatu vimenifurahisha siku ya leo kiukweli, watani zangu wameweza kuonyesha mpira mkubwa sana. Kiufupi wamejitahidi, ila yote kwa yote kwamba tayari Bekano amechukua kombe, tunajipanga kwa msimu unayokuja Nimpongeze kocha Fadro kwa sababu kafanya kitu kimoja kikubwa sana leo, ameweza kumwamini mchezaji anaitwa Mutare. Ni kitu ambacho hatukuweza kutegemea kwa siku ya leo. Mutare kaonyesha performance moja kubwa sana na ameweza kubadilika kwa hali ile ya Mutare na uhakika msimu unayekuja atafanya makubwa zaidi. Nyembela huyu ni shabiki wa Yanga na bila shaka umemsikia mwenyewe, yupo katika kundi la mashabiki wa timu e ya Simba. Kaka unaitwa nani, tueleze na umepokeaje matokeo ya leo? Nawe ni shabiki wa Yanga? mimi pia ni shabiki Juma. Mm -hmm. na wa Yanga, naitwa Mohamed Juma. Nawapongeza watani zangu, japokuwa mechi leo wamepoteza, mm -hmm. lakini naomba dua watafanya vizuri siku nyingine itakapokuwa tuko pamoja nao. Hongera sana kwa shabiki wa Yanga, lakini umekuja kuungana na Simba. Tuko pamoja, tuko pamoja pamoja. Naam, hao ni baadhi ya mashabiki. Katika hali ambayo pengine inakustaajabisha wewe mtazamaji, ni kwamba hili ni tawi maarufu kabisa la Simba hapa uh, Simba Sports Club, tawi la usalama Keko Machungwa. Kama ambavyo wewe umetangulia kusema, huku wababe ni wengi, lakini kuna utulivu. Ndugu naitwa nani na tueleze labda, wewe umepokeaje matokeo ya mchezo leo? Mimi kwanza kwa jina naitwa Kenis Matata kwa kweli nafurahia sana timu yangu ya Simba imecheza mpira mzuri sana hasa gudo gudo amenifurahisha sana amepiga mpira mzuri sana kwa hiyo, yote kwa yote, tunajipanga msimu ujao tutachukua uh, g ubaya ubera. Asante sana hapa. Na huyu ni katibu wa tawi la Simba, itakuwa eh, jambo la ajabu kama nitaondoka hapa bila kuzungumza naye. Unaitwa nani? Jifahamishe, umepokea vipi matokeo ya mchezo wa leo? Na majina anaitwa Richard Lemwai, ndo katibu wa tawi hili na ni katibu mkongwe katika matawi yote ya wilaya ya Temeke kwa kweli mimi matokeo nimeyapokea vizuri tu kwa jinsi timu ilivyo pafomu na hichi tulichokipata, kwamba tunashukuru kwa sababu hata tulivyoanza, wengi walisema kwamba sisi tusingefanya nini, tusingeweza kufika huku tuliko fika lakini kwa uwezo wa coach na wachezaji wetu, kwa sababu bado ni vijana damu changa, hatimaye tumeweza kufika huku tulikofika. Sababu malengo yetu kwa ni nusu finali, lakini matokeo yake tumefika wapi? Finali. Kwa hiyo sisi kwetu hii ni bonus, kwa hiyo tunashukuru sana kwa wachezaji wetu kwa kuweza kujituma na a, tukaweza kufikisha hapa tulipofikia. Kwa nina imani msimu utakao kuja, basi tutakuwa vizuri zaidi, tukajazia mapengo mapengo mengine ambayo tunayaona, basi tunaweza tukaja tukachukua kombe likaja likawa hapa kwetu. Naam. Uh, kuna mama hapa. Uh, mama, unaitwa nani? okay. tueleze majina yako. umeuonaje mchezo wa leo? mchezo wa leo tumejitahidi sana, tunashukuru. tunashukuru sana tumejitahidi, lakini wachezaji wachezaji wetu wamecheza vizuri. tunashukuru nani. msimu ujao tutajitahidi yaani zaidi ya hapa. timu ilikuwa inajengeka. timu vipi Unaionaje? Ameshaimarika au bado? timu iko vizuri lakini iendelee kujijengeka zaidi, lakini iko vizuri sasa hivi. Eh, tunashukuru. Nyembela, hii ndio hali halisi iliyopo hapa uh, Keko Machungwa, tawi la Simba kama ambavyo unavyoweza kuona bado eh, wapenzi na mashabiki ni wengi na bi mkubwa hapa. Mama, unaitwa nani? Sisemi machungwa na kake kwa machungwa. Hebu tueleze na wewe, ni Simba au Yanga? Mi Simba lialia, lakini nashukuru timu yangu imefanya vizuri, japo nimecheza na timu mbili mpinzani na mnyama, hmm. lakini sitateteleka, mwakani niko vizuri.